Jakaya Mrisho Kikwete ni jina ambalo linaendelea kung'aa katika historia ya uongozi wa Tanzania. Akiwa rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kikwete alijidhihirisha kama kiongozi mwenye dira, maono na dhamira ya kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Safari yake ya uongozi imejaa matukio yenye kushangaza, mafanikio makubwa na mchango wake kwa maendeleo ya Tanzania hautosaulika. Makala hii inaangazia mambo 15 muhimu yanayomhusu Rais Mstaafu Kikwete, yakionyesha upekee wa maisha na uongozi wake. Kila kipengele kinatoa somo la kujifunza kwa wote wanaotamani kuwa viongozi wa kizazi cha sasa na kijacho. 1. Amezaliwa tarehe 7 Oktoba pamoja na viongozi mashuhuri Vladimir Putin wa Urusi na Askofu Desmond Tutu. 2 ni kiongozi wa sita mwenye ushawishi zaidi Afrika. Mpaka Aprili 4 mwaka 2013 alikuwa na wafuasi 157626 katika mtandao wa Twitter. 3. Ndiye kiongozi aliyechangia kiasi kikubwa kupatikana kwa amani katika nchi za Burundi na DRC akiwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. 4. Kama ilivyo kwa Rais Obama wa Marekani, Raisi Kikwete ni mchezaji mzuri wa mpira wa kikapu, alichezea timu ya shule katika mashindano mbalimbali mbali. Tano. Ukiacha Mwalimu Nyerere, Raisi Kikwete ndiye kiongozi mwenye tuzo nyingi za heshima. Ameshapata tuzo zaidi ya tano za heshima toka alipoanza muhula wake wa kwanza mwaka elfu mbili na tano. Sita. Alizaliwa katika familia ya wanasiasa Babu yake Mzee Mrisho Kikwete alikuwa chifu wa Wakwere. Baba yake alikuwa mkuu wa wilaya Pangani, Same na Tanga. Jakaya Kikwete amesimulia hadithi ya kifamilia ya kuwa wakati mama yake alipokuwa mjamzito, naye babu alitamka kuwa ikiwa mtoto atakuwa wa kiume atampatia urithi wa cheo chake. Saba aliposoma shule ya sekondari ya Kibaha alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi na pia wa vijana watano. Shule ya sekondari Tanga alikuwa kiranja mkuu na pia kiongozi wa timu ya mpira. Udism alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi. Nane, ni mmoja kati ya mawaziri wadogo zaidi wa fedha kuwahi kutokea nchini Tanzania. Alichaguliwa kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 44 tu mwaka 1994. Tisa. aliwahi kusema roads are the blood vessels of the economy, akiwa na maana ya kwamba barabara ndiyo mishipa ya damu ya uchumi. Anaamini ukiwa na barabara bora na uchumi wako utakuwa kwa haraka zaidi. Kumi ndiye kiongozi aliyechukua nafasi kubwa sana katika kusawazisha mgogoro wa kisiasa nchini Kenya mwaka 2008. 11. Alikubali kuweka urafiki pembeni baina yake na Lowasa na kutuletea jembe buldoza John Pombe Joseph Magufuli. Kumbuka alishawahi kusema hawakukutana barabarani, lakini jukumu la kuongoza nchi siyo la kirafiki, hivyo alimchinja vizuri tu neki 12. Akiwa rais aliweza kulinda umoja na amani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki licha ya kuwa na migogoro iliyoibuka baina ya Tanzania, Rwanda, Uganda na Kenya. Na alisema Tanzania itakuwa nchi ya mwisho kujitoa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. 13. Atakumbukwa kwa maneno yake kama akili za kuambiwa changanya na zako, usione vyahelea vimeundwa. Kila zama na kitabu chake. Hii ni baadhi ya misemo maarufu ambayo alikuwa akiitumia. 14. ni kiongozi ambaye kwake yeye kujipa muda ili kuwa ni tiba tosha ya kutatua changamoto nyingi ambazo kama taifa tulikuwa tunapitia. Itakumbukwa mgomo wa walimu mwaka 2010, mgomo wa madaktari, maandamano ya Chadema Iringa, Arusha. Migogoro baina ya Tanzania na nchi rafiki kama Malawi, Rwanda, Uganda na Kenya. Yote hii aliweza kujipa muda na baadaye alikuwa na majibu ya kujiridhisha katika kuzitatua. 15. Mwaka 2011 alitajwa na jarida la Forbes kama kiongozi wa pili duniani kwa kuwa na ushawishi. Nafasi ya tatu alikuwa Rais Baraka Obama.